Yes, mwana sawa sawa digital, siku ya jana nilikupa story ya kuhusiana na wasanii ambao wa Marekani, lakini pia ni moja kati ya wasanii ambao pia walikuwa wanaandaa movie zao na wakaweza kufariki kabla ya movie zao kuweza kukamilika. Lakini sasa leo niko na wasanii au wawimbaji wa muziki ambao, ambao pia na wenyewe kwamba waliweza kufariki mara baada ya kuto kuweza kukamilisha nyimbo zao, yaani wako katika maandalizi ya kuandaa nyimbo zao then umauti ukawakuta. Niko na listi ya wasanii kumi, sasa naanza na msanii wa kumi mpaka wa kwanza au sio? So msanii wa kwanza anafahamika kwa jina la Pop Smoke. Pop aliuawa kwa risasi akiwa bado anarekodi albamu yake ya kwanza ambayo iliendelea kukamilishwa na 50 Cent ambaye alikuwa ni mwanaye kabisa, na ilitoka miezi michache mara baada ya kifo chake. So mara baada ya kuweza kufariki albamu yake iliweza kutoka. Lakini namba 9 anafahamika kwa jina la Aaliyah. Eh, siku chache baada ya kuweza kuachia video ya Rock the Boat eh, ndege ambayo alikuwa ameipanda iliweza kuanguka. Albamu yake ya mwisho kabisa ilitoka wiki chache kabla ya kifo chake, ikawa kazi ya mwisho eh, ya malkia wa R&B kutoka huko nchini Marekani. Lakini pia namba 8 niko eh, ni na Eh, anafahamika kwa jina la Tentasio. Eh, naye pia huyu eh, alikuwa na bado ana rekodi eh, au tukisema alikuwa bado studio kuweza kuandaa nyimbo zake, na pamoja na, na skin eh, kabla hajapigwa risasi. Wimbo eh, wake sad ulikuwa umetoka baada ya kifo na kwa kuwa namba moja kwenye billboard au kwenye charts za billboard, nyimbo hiyo ilikuwa namba moja mara baada ya kuweza kutoka, lakini yeye hakuweza kushuhudia kwa sababu alikuwa ameshakufa. Albamu hiyo ambazo zilitoka bila eh, kukamilika lakini zilikuwa na nguvu kubwa sana. Namba saba niko na Mac Miller, eh, Mac Miller kwamba bana ujamaa aliweza kufa kwa overdose.